Kwa namna ya kuwalinda kwa namna ya kuwafundisha sauti mbalimbali za Mungu, sauti za hatari, sauti za mwito. Ndio maana Biblia inazungumzia kuna tarumbeta inazungumzia kuna baragumu, kwamba sauti hizi za baragumu zitaashiria nini au sauti za tarumbeta zitaashiria nini. Katika Israeli walikuwa na baragumu wakipiga ilikuwa inamaanisha mkusanyiko na tarumbeta kuwakusanya watu hivyo ndivyo lazima kanisa la mungu liweze kufundisha kile ambacho kujua sauti za mungu ziko sauti za hatari ziko ishara za hatari ziko sauti za mwito ziko sauti za mwaliko hivyo ndivyo bwana anavyotumia viumbe sisi tujifunze Viumbe hawa hawajaja duniani sisi tuangalie tu, hapana. Kuna masomo ya kujifunza kwao. Tunapojifunza kuna kitu kinaingia kwenye maisha yetu. Tunapaswa tuangalie waliotutangulia wanatoa ishara mbalimbali mbali. Kuku wana uwezo wa kuona katika ulimwengu wa roho na kujua ni roho gani ya uchawi imekuja au roho gani ya giza imekuja wakakupa ishara hii. Yote ni kujua Mungu wakati wote anazungumza. Mungu anaweza kuzungumza kupitia wanyama unaowafuga, anaweza kuzungumza na wewe kupitia ndege ulionao, uliowafuga. Ndio maana wazee wa zamani walisema, nyumba yako isikose mfugo wa kukaa naye ndani. Huu mfugo utakupa taarifa au utakusaidia wakati wa vita vya kiroho. Kwa hiyo unapokuwa na mifugo ujifunze kuwasoma na Mungu atazungumza na wewe kupitia hao viumbe, kwa sababu ni viumbe waliotutangulia. Wanajua namna ya kulea, wanajua namna ya kutafuta, wanajua namna ya kutunza, wanajua namna ya kuishi, wanajua namna ya kuabudu, ingawa hatuwezi kuelewa lugha zao. Siku Mungu akikupa neema, muombe Mungu afunue Kumbuka viumbe nao wanatazamiwa kushuhudia kufunuliwa kwa hao wana wa Mungu. Kama wanatazamia ina maana wanashauku, ndani ya mioyo yao hiyo shauku imewekwa, ina maana wanajua yuko Mungu na Mungu atakuja kufunua watoto wake ni akina nani, wana wake ni akana, akina nani. Ni muhimu kwa mtu wa Mungu Huweza kujifunza elimu za viumbe, elimu za mazingira, maana Mungu anazungumza pia kupitia mazingira. Si siku zote Mungu atasema na wewe kwa kupitia sauti, kuna wakati sauti hazitasema. Kuna wakati atatumia upepo, kuna wakati atatumia miti, kuna wakati atatumia wanyama, kuna wakati atatumia ndege, kuna wakati atatumia hali ya hewa, hivyo vyote hivyo Mungu anazungumza na vyote hivyo vinamtukuza Mungu, vinamjua muumbaji wake. Ni kushukuru mtu wa Mungu, ni kuombe uchukue nafasi hii unapopata masomo haya, yatendee kazi. Chukua muda mrefu kujifunza kuhusu hao viumbe, utajua kuna somo linahusu viumbe waliotutangulia, watasaidia kukuza kiwango chako cha kiroho kiwango chako cha kiimani, kiwango chako cha kiufahamu, kiwango chako cha uelewa, na Mungu atakubariki. Shalom, shalom, tukutane wakati mwingine. Amen.